Na wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wametoa wito kwa serikali ya kitaifa kupunguza mzigo wa ushuru unaoathiri Wakenya wengi, hasa wafanyabiashara biashara wadogo, ambao wanakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kupungua kwa matumizi ya wananchi. Wanasema kwamba ushuru wa juu umesababisha mapato yao kupungua, jambo ambalo limewafanya wengi kushindwa kuendesha biashara zao kwa ufanisi. Wakizungumza mjini Kitale, wakazi hao walisema wananchi sasa wamelazimika kupunguza matumizi ili kusawazisha bajeti zao. Aidha, wametoa wito kwa Wizara ya Fedha kuandaa mikakati madhubuti ya kupunguza viwango vya ushuru na kuweka mazingira bora kwa biashara ndogo. Iwapo tunaweza pata serikali nzuri mwenye yenye iko na maono ya kusaidia mwananchi wa chini aswa kama mimi, watushikilie watushikilie wafukuze hao maprokas ndio, ili tukilima chakula yetu tukae tuweze kukaa nayo itusaidie. Ni maswala kama hiyo ya wamama wa, wa chini, yani wenye hawajiwezi kuwasaidia na kuwainua na biashara hiyo, watuwangalie sisi kama GNZ watu tusi tukuwapigie tu kura kwa sababu wanataka watupe ile pesa, na sisi tukimbie kuwapigia kura. Hapana, sisi tuangalie viongozi ni watatusaidia kesho kwa maisha yetu ya baadaye. Na ni report kubwa, cause ni report inachukua uh, feedback kutoka 47 counties, all organized group, jenzis, online. Hiyo tukitengeneza report, unapea ukio mtata ile report, tukimpatia ndio itam guide. Kama anawania hiki kiti cha urais ama awanii bado, ile report ndio itatengeneza campaign policy zake na